Tubu, yani sio kutubu kwa kienyeji kunako tangazwaga mitandao sasa hivi kwenye dunia sasa. Huku ndo kutubu, mifano ya kutubu ambacho Yesu baada ya hapo alisema wokovu umeingia nyumbani mwa Zakayo. Hivi ndo kuokoa. Paulo anasema vitu vyote, viokuwa faida kwa faida kwangu naliviona kuwa madhi ili nimpate Kristo. Unapookoka vya ukweli kabisa, mali zote izopata kwa njia ya, ya dhuruma zinakuwa zina, zina thamani tena, unaanza kutafuta zirudi kwa wahusika. Hilo mmoja, kama kweli ufanya udanganyifu toa uza na utavipoteza hivyo, na utapoteza na imani ya watu kuhusika kwenye maisha yako, ingawaje afichae dhambi zake atafanikiwa baara yaziungamae dhambi, unapoifichua sana itakupotezea imani kwa muda mfupi, lakini inakujengea imani ya milele ambayo watu watakuamini sana na Mungu atakuamini. Ndio maana imeandikwa, fichaye dhambi zake hatafanikiwa bali aziungamaye atapata rehema. Ushauri wangu kama ni kweli umejenga kwa njia haramu na wewe unajua ni njia haramu ulitumia ugonjwa kusingizia ugonjwa Ee, mbili utoe ufafanuzi wa udanganyifu mwingine uliowahi kufanya, hiyo itaonyeshwa na tubu. Utoe ufafanuzi wa udanganyifu mwingine ambao uliwahi kufanya. Inawezekana kuna udanganyifu mwingi unawahi kufanya, na ndio maana kuna maswali najiuliza hapa kwamba, je, ni kibaka mzoefu anawezaji akaingia na staili hii iwe ni kwa mara ya kwanza? Kama kwa dhamira ya dhati kabisa uliona ni njia ya kupata pesa kwa haraka na kufanikisha, ukaendelea na vimaombi maombi, na nimewasamee <laughs> kuna maswali nitajiuliza huku mbele, kuna maswali nitajiuliza huku mbele. Utajipata katika moja ya swali ninalojiuliza, sababu hiyo njia inayotumika hiyo njia ya kupiga picha upande upande hiyo na kufuga ndevu. Katika ushauri wangu hapa e, jambo la, la, la tatu, la tatu katika ushauri nimesema anyoe hizo ndevu na kuacha kutoa video vifupi vifupi tena akiwa gizani vya upande upande. Nyoa hizo ndevu kwa uko kombo liko kunaomba uh, sura inayoonekana haionyeshi umetingwa kiasi cha kunyoa cha kutonyoa ndevu. Ama kama umeamua aina yako ya maisha yatakuwa na mandevu fulu, sawa, lakini kama sivyo, umezoea kunyoa ile menyoo ya o oh, ambavyo vingine ndo vinafanyaga, basi watu wetu <laughs> unakemea mabana. Kumbuka mke wangu aishawahi kutuma ujumbe inbox kwamba sasa nadhani ulikuwa mwanzo wa kupunguza ile denge liokuwa kubwa sana ili usitatanishe watu sababu mke wangu walimwona wa maana sana, ipokuwa nanitetea sana nikiwa nimefungwa gereza. Na kutetewa mtu, kumtetea mtu, yani uwema wa mtu hasa utakatifu hasa huonekana mtu ikiwa anaweza kamtetea mtu aliye kwenye matatizo. Kwa hiyo hiyo, si kwambii hufai kwa kila kitu. Kama hayo uliofanya ni ya kweli bado katika maeneo utakayokuwa unatetea watu utakuwa wa maana, lakini kuna tahadhari inaiweka huku mbele kwamba kama utaingia kutetea utetee kwa sura gani, hasa kama huu mpango ulikuwa umeupanga ili ujenge ukaamua kutumia njia hiyo. Sasa ushauri, nyoa hizo ndevu na kuacha kutoa vi video vifupi, na ukiwa gizani upande upande nyoa hizi ndevu, una nguvu, unaonyesha tu kabisa unayo nguvu ya kuweza kunyolewa hapo, nyoa tu, ila pengine tungetumia tupitie hapa hapa. hivi kunyoa vya kisera kisera hivi achane navyo. Ukitaka ziache zote, ukitaka nyoa zote, zibaki ndogo zote, au toa zote. Biblia unayosoma katika Walawi na mahali pengine pengi imeonya kwa habari ya usinyoe pembe za ndevu wala usinyoe denge. Sasa humu ndo tunaingilia umoumo, sasa na kuweka sawa vitu vingine vyote otherwise, kwa hapa endelea kutonyolea denge, endelea kutonyolea hizo oh, mnazoonya mnazonyoa. Tutakuwa tukiunganisha, hata kama umeclear vipi, tutakuwa tukiunganisha kwamba, lakini hapa ni kama tunapigwa. Kuna maswali nitajiuliza hapa mbele Tuta pamoja utaelewa kitu fulani. E, ushauri kama ni kweli ulikuwa unajenga na umetumia njia haramu hiyo ulioitumia, umetumia njia haramu hiyo ulioitumia, nia ulikuwa ujenge, ukaamua kutoa taarifa publish taarifa na kwamba naumwa serious, kwa sababu kitendo pia kile cha kwamba watu wanasema kama ndani kama huko hatarini, tuambie nchi unayotaka kutibiwa. Kuna binti mmoja alikuwa fire sana mimi, na mimi nilikiri nilikuwa tayari, kama kweli kabisa mambo ni magumu yanatakiwa nje ya nchi, nilikuwa tayari ku, ku, ku, ku, kuomba watu wa kuchangia ukatibiwe nchi yoyote inayotakiwa, na hata kulikuwa na watu ambao mimi nawajua watu kama wanaoonekana kwa, kwa namna iliyokuwa unaonekana wako tayari kusapoti mtu ili kumwokoa. Ushauri, kama ni kweli ulitumia njia haramu kutaka kujenga kwa wanaosema, utubu. Nataka nikuongoze namna ya kutubu. Tubu hivi: uza nyumba zote ulizojenga kwa njia hiyo na kurudisha fedha hizo kwa waliotoa. Katika Luka 19 mstari wa nane Biblia anasema, Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara nne. Hapa nitataka ufahamu kwamba Eh, always njia fupi ni njia ndefu usika kwenye maisha yako, ingawaje afichaye dhambi zake atafanikiwa, bali aziungamaye. Dhambi unapoifichua sana, itakupotezea imani kwa muda mfupi, lakini inakujengea imani ya milele ambayo watu watakuamini sana, na Mungu atakuamini. Ndio maana imeandikwa, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye atapata rehema. Ushauri wangu kama ni kweli umejenga kwa njia haramu na wewe unajua ni njia haramu, ulitumia ugonjwa kusingizia ugonjwa. E, mbili, utoe ufafanuzi wa udanganyifu mwingine uliowahi kufanya. Hiyo itaonyesha unatubu. Utoe ufafanuzi wa udanganyifu mwingine ambao uliwahi kufanya. Inawezekana kuna udanganyifu mwingi mwae kufanya na ndio maana kuna maswali najiuliza hapa kwamba je, ni kibaka mzoefu anawezaje akaingia na staili hii iwe ni kwa mara ya kwanza? Kama kwa dhamira ya dhati kabisa uliona ni njia ya kupata pesa kwa haraka na kufanikisha uliokuwa umetaka kuyafanikisha. Tatu, wakati wa kutubu kwako, tangaza kuacha kabisa shughuli za uhubiri kwa muda mpaka utakapopata baba wa kiroho. Na kama unataka kuendelea kutetea watu kukosoa katika jamii, jiunge kwenye moja ya chama cha siasa, kwa sababu kwenye siasa ndiko ambako wako watu wanaokosoa na kutetea watu, lakini wakati na wenyewe wana mambo ya uchafu uchafu wemo uzinzi wa kutupwa ulevi wa kutupwa, na baadhi ushiriki hata mauaji kwa namna kadha wa kadha, lakini huonekana wako mstari wa mbele kupinga udhalimu kupinga mauaji kupinga utekaji na vitu. Kwa hiyo utajiunga kwenye moja ya chama cha siasa na utaendelea na hiyo shughuli, lakini kwenye uhubiri chana nako kabisa mpaka utakapopata baba wa kiroho ambaye inawezekana ndio utakuna ukoka kwa mara ya kwanza, na huyo atakudhibiti. Ukiwa na baba kabisa kabisa, nakudhibiti usifanye shughuli kabisa za uhubiri, mpaka akutoe dunia ambao ulikuwa umefunika maisha yako. Ushauri, usipofanya chochote katika haya niliyoelekeza, niliyoshauri Eidha hujafanya ukweli, ulikuwa unaumwa kwa kipindi chote hicho kwa ukubwa unaofana taarifa ulizokuwa unatoa ama, e, ni mtu ambaye unakiri ulifanya udanganyifu, hujafanya ushauri wote niliotoa, nilio inabii moja. Fahamu, mashaka yote yataendelea kuhusiana na jambo hili kiasi, tutaendelea kuhoji na kutafuta ukweli zaidi kwa siku nyingi zilizo mbele. Nabii yake ni kwamba utapoteza imani. Endelea kuomba uombavyo, endelea kusema nimewasamea, endelea kusema wananipiga vita vya kihuduma, endelea kulia na kufanyaje, hautapunguza mashaka ambayo utaendelea kuwa nayo. Hiyo chonde chonde, fanya mojawapo kati ya haya niliyoshauri. Maswali ya kujiuliza, ambayo najiuliza, ikiwa Paschal Cassian ametupiga, moja ni ni kibaka mzoefu kweli kama ametupiga kweli? Huo mchongo huo mchoro ameanzia sasa. Nyumba ilikuwa na umaana kiasi gani ya kwake na ya mama yake mpaka umfanya fikiri wazo la kishetani kiasi hiki? I think swali hili wengi mtakuwa mkijiuliza lakini hatulipatie majibu kwa sababu tunataka tupate kwanza majibu kutoka kwake juu ya tuhuma kadha wa kadha. Jambo la pili ambalo ninajiuliza, je, ni kipandikizi cha hao Freemason au system za mashetani ambao ilikuwa wajenge imani kwa watu ndipo waja wapige, alafu ionekane amedhalilisha neno la Mungu, amedhalilisha watu wa Mungu, amewachafua, amelichafua kanisa, amechafua Kristo. Ingawa Kristo achafuka? Hivi unachafuka wewe? Kuna jambo liko hapa chini. Unachafuka wewe? Walishajitokeza watu walioonekana wamechafua neno la Mungu, walichafuka wao. Hao, hao, frimaso ni mchongo ni mchoro, kijana ni kipandikizi wa hawa, au Freemason au system fulani ya kishetani ilikuwa ikiwachezea, nikitaka ichezee Ukristo onekana, nimepandikiza mtu ambaye mkali anakemea anakemea maovu, lakini kumbe ni mtu wao, kwa sababu Kristo ni moja ya kitu kinachezewa. Kuna watu wamo, wananena wanaomba, lakini wana ajenda yao. Hata wazungu wenyewe wa asilimia kubwa wazungu waliokuja kuhubiri Afrika walitumwa kuvuruga akili za Waafrika, hasa walioanzisha upentekosti. Upentekosti asilimia kubwa, mpaka wapentekosti nao waona leo kwa manabii waliokuwa mitume walio, kwa mitume, walio kwa, kwa, wanaonena kwa lugha sio sionena kwa lugha wa, wa, karibia wote karibia wote upentekosti ni propaganda ya wazungu, ni, ni, ni, ni, ni akili zimeprogramiwa, yani ili yawe mataira ya kufa mtu, yawe nasubiri baraka za Mungu, yawe nasubiri kwenda mbinguni, yawe nasubiri eh, kupandishwa kuwa vichwa likiwa taira furu taira. Kwa hiyo umoumo wamepita nao wanaokuwa ndani ya system fulani hovu ndani ya nchi wanakuwa mbele, wale mwingine wanaondoka huko, wanapata shida. Mbona wao anasema haya ni kama makubwa kuliko, lakini e, uko salama mish siku na hizi kesi tano ambazo hatuzijui, unaendaga mahakama lini? Unaendaga na nani? Sababu kama ulikuwa unatetea watu, ulikuwa unapigania watu, siku ya matatizo watu hujitokeza kuwa na wewe. Ah, tuwekee tayari, tuwekee wazi, tuwekee na zenyewe bwana, tuwekee tayari, tuwekee wazi na na na, na, tarehe za mahakama, nini kinaendelea nje, na hivyo nawezekana tunapigwa hiyo, ni katika yale ambayo itakiwa kuyaweka wazi weke wazi na hizo kesi, otherwise endelea kuona nashaka sana, nashaka sana. M, jambo la mwisho, je, Mungu au watumishi wa Mungu wa kweli wanachafuliwa, wanaaibika, watu watakosa imani juu ya Mungu au watumishi wa Mungu wanaojaribu kupinga mabaya kwa sababu ya watu kama hawa? nikwambie kuna mahali Mungu haaminiwi, watu wa Mungu hawaaminiwi wa kwa sababu tu wamejiaminisha kwa watu. Mungu ana namna nyingi za kujiaminisha yeye, ni Mungu, ana namna nyingi za kuaminisha watu wake, hawa ni watu wangu, hawa ni watu wangu, na vitu ambavyo uviruhusu hili tumfahamu binadamu kwa akili za kawaida hizi. Unajua mwanadamu ambaye hawezi kuwa mwema hata kama anatangaza wema kiasi gani, kwa sababu kama akina Pasco, kama hiki alichofanya ni cha kweli, lakini lifestyle ilikuwa inafanya useme hey, sawa baba Mungu anatumiaga na punda, twende ona tu matukio fulani tunatokea, unaanza kusema mm, sio kile nilichokuwa na fikiri kwamba huyu anaweza kawa, sio sio kilikwani chenyewe hata kabla hatujapata ukweli wote. Kwa hiyo hapa hakuna cha kuchafua wa Mungu wala kuchafua wa watu wa Mungu wala hakuna cha hatari kwa watu wengine wote wa Mungu, kwamba sasa na akina Mbarikiwa sasa mtaanza kutiliwa shaka kusakama kwamba nanyie bila shaka mna tuufiche ufiche, ufiche. Tulishatiliwa shaka tumeshachimbuliwa huko na kule.